Karibu kwenye Pesa Vibe. Leo nakupeleka kwenye safari itakayobadilisha kabisa jinsi unavyoona fedha, mafanikio na maisha yako. Watu wengi wanataka kuwa matajiri, lakini wachache sana wanafundishwa jinsi matajiri wanavyofikiri. Swala si kazi unayofanya, bali ni akili unayotumia. Katika video hii utajifunza siri za nidhamu ya kifedha, msingi wa utajiri jinsi ya kuvutia pesa kwa kutumia akili yako, mambo matatu yanayokwamisha watu wengi kimaisha, hatua saba za vitendo unazoweza kuanza nazo leo. Hii ni video ambayo ukimaliza maisha yako ya kifedha hayatawahi kuwa yale yale tena. Kaa tayari. Siri ya kwanza: nidhamu ndio mlango wa utajiri. Matajiri hawakui kwa bahati, wanatumia kanuni ambazo wewe pia unaweza kutumia na siri ya kwanza ni nidhamu ya fedha. Kanuni ya Warren Buffett haichukulii umakini kiasi gani unaingiza bali ni kiasi gani unaweza kukihifadhi na kukiwekeza. Watu wengi huingiza pesa nyingi, lakini wako broke. Kwa nini? Kwa sababu wanatumia pesa kabla haijawafikia badala ya kuitunza na kuizalisha. Mwenye nidhamu ya fedha hufanya mambo haya manne muhimu: anaandika na kufuatilia matumizi Anajua kila senti inaelekea wapi. Ana bajeti inayomlinda anapanga fedha fedha, sio fedha zimfanyie kazi. Ana akiba na uwekezaji, hifadhi huja kwanza, matumizi huja baadaye. Anajua kusema hapana. Huwezi kuwa tajiri kwa kujaribu kuwafurahisha kila mtu. Angalia mfano huu. Mfanyakazi anayelipwa vizuri anayenunua vifaa vya anasa kwa mkopo kila mwezi anabaki kuwa maskini kuliko yule anayelipwa kidogo lakini anahifadhi asilimia yake kwa bidii. Nidhamu ndio msingi wa utajiri. Siri ya pili, akili yako ndiyo inavutia pesa. Siri ya pili ni fikra sahihi. Wengi wanataka pesa lakini wana fikra zinazoifukuza. Hili ni programming baya za akili. Mimi ni maskini tangu kuzaliwa. Mafanikio ni ya wenye bahati tu. Sina mtaji au mtu wa kunisaidia. Fikra hizi huzuia ubongo wako kuona fursa. Nini hufanya fikra zivutie pesa? Imani isiyoyumba. Kuamini inawezekana kwako kuwa tajiri. Malengo wazi. Kujua unataka kufika wapi kifedha. Jifunzana kila siku matajiri huwekeza kwenye maarifa. Napoleon Hill aligundua baada ya kufanya utafiti kwa matajiri zaidi ya mia tano, wote walikuwa na imani isiyoyumba kuwa watakuwa tajiri hata kabla hawajawa. Akili yako ikiamini, mwili hufuata na fursa hufunguka. Badilisha fikra zako, utabadilisha akaunti yako ya benki. Siri ya tatu: jifanyie uchumi wako. Umewahi kujiuliza kwa nini watu wanafanikiwa bila kuwa na ajira kubwa? Ni kwa sababu wanajenga uchumi wao mdogo, self made economy. Hawasubiri serikali au waajiri, wanajizalia kipato. Mfano wa halisi wa self-made economy ni side hustle, kuanza kuuza vitu vidogo pembeni; ujuzi wa mtandaoni, kujifunza kuandika, kudesign au freelancing; kuunda brangi ya kuwako Kujenga thamani yako binafsi inayoweza kukuzalishia pesa. Mfano wa kijana wa Kenya, kijana alianza kuuza kahawa na keki barabarani. Alianza kwa mtaji mdogo, lakini kwa mtazamo sahihi na nidhamu ya kifedha, aliweza kuhifadhi pesa na hatimaye kufungua bekari yake mwenyewe. Hakuwa na mtaji mkubwa, alikuwa na mtazamo sahihi. Anza na kile ulicho nacho mahali ulipo. Mambo matatu yanayowakwamisha watu wengi baki maskini. Mafanikio siyo siri, kushindwa pia siyo siri. Haya hapa ni mambo matatu unayopaswa kuepuka kwa gharama yoyote. Moja, kuishi kujionyesha, lifestyle creep. Wanatumia pesa kwa vitu vya anasa ili kuwaonesha wengine badala ya kuwekeza au kujenga. Gari jipya siyo uwekezaji, ni deni. Pili, kukwepa kujifunza Wanaogopa vitabu, podcast za biashara au kozi za kuongeza ujuzi. Wanapenda kutumia masaa kwenye burudani isiyowajenga badala ya kuinoa akili zao. Akili yenye maarifa ni utajiri usioisha. Na tatu, hofu ya kuanza. Wanasubiri elimu kubwa, mtaji mkubwa au muda wa kamili wa kuanza. Hakuna muda wa kamili. Ukweli ni huu, muda ni sasa. Anza kwa unyenyekevu, jifunze kwa makosa yako hatua saba za kuanza leo. Hatua zako za kwanza ni muhimu, usisubiri kesho. Anza na hizi hatua saba za vitendo kuanzia sasa. Andika matumizi, pata picha kamili ya pesa zako. Panga mgawanyo budget; jaribu asilimia 50, 30, 20: matumizi muhimu asilimia 30; starehe asilimia 20; akiba na uwekezaji. Weka akiba kwanza Anza na kiasi chochote kidogo, kila siku au kila wiki. Jifunze ujuzi mpya, tafuta ujuzi mmoja unaoweza kukuzalishia kipato cha pembeni, kama kuandika, ku-coding, kutengeneza graphics, punguza matumizi ya starehe, kata matumizi yasiyo lazima ya kujionesha. Jenga mtandao network, ongea na watu wanaofikiri na kukua kifedha. Soma kila siku soma angalau kitabu cha hatano cha kitabu kinachohusu fedha au biashara. Umaskini sio laana, utajiri sio bahati. Ni mfumo, ni nidhamu, ni fikra sahihi. Ukianza leo, baada ya miaka miwili au mitatu, maisha yako yatakuwa tofauti kabisa. Usisubiri mazingira yabadilike, badilika wewe. Karibu kwenye familia ya PesaVibe. Hapa tunajenga fikra mpya, maisha mpya na kizazi kipya cha watu wanaojitengenezea mafanikio. Asante kwa kutazama. Gonga like kama video hii imekugusa, subscribe kwa mafunzo zaidi ya kifedha. Na uniandikie hapo chini kwenye comments. Utaanza na hatua gani leo?